Mwanafunzi wa darasa la nne mwenye umri wa miaka kumi anaendelea kupata nafuu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Homa Bay huko Kenya baada ya kushambuliwa na wanafunzi wenzake. Mtoto huyo ambaye ni kiongozi wa darasa, yaani monta, ameripotiwa kushambuliwa baada ya kuorodhesha majina ya wapiga kelele darasani ambao walidhibitiwa na mwalimu wao. Kulingana na ripoti, wanafunzi hao waliorodheshwa kwenye orodha ya wapiga kelele walimrudia baada ya adhabu hiyo na kumpiga mtoto huyo na kusababisha majeraha mabaya, ambapo inaripotiwa mtoto huyo alibaki amepooza viungo vyake vya mwili vya chini. Wahudumu wa afya wanafuatilia kwa karibu hali yake, huku uchunguzi kuhusu shambulio hilo ukiendelea. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, hakikisha una subscribe channel yako ya sawa sawa digital, lakini unawasha alama ya kengele hapo juu, ili kupata ujumbe punde tu tunapokuwa tumekuwekea taarifa zetu. Jambo lingine la msingi ambalo natamani uweze kulifanya ni uweze kucomment, kulike pamoja na kuwapa taarifa watu wengine, ili waweze kuzipata punde tu tunapokuwa tumeziweka. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.